Habari, mwana Azam, karibu kwenye kipindi chetu pendwa Azam FC TV. Hiki ni kipindi kinachokuletea mambo mbali mbali, ndani na nje ya uwanja, mahojiano ya kipekee, taarifa motomoto, burudani kabambe, na pia elimu ya kina kuhusu mambo kede kede ya kisoka soka, usikose. Hii ndiyo sauti rasmi ya matajiri wa Chamazi. Kutoka Chamazi hadi kuaga kwa heshima. Mwezi wa Julai mwaka 2023, jua la mchana liliangaza tofauti Chamazi. Wakati mashabiki wa Azam FC walikuwa na matumaini ya msimu mpya, jina jipya lilitua rasmi: Gibril Sillah, kinda kutoka Gambia aliyesajiliwa kutoka klabu ya Raja Casablanca. Macho yote yakageukia kwake, wengine wakiwa na maswali, wengine wakiamini ndoto mpya inaanza.

Kwa tabasamu la utulivu, Sillah alijiunga na mazoezi ya kwanza akiwa mwepesi, mwenye kasi na mweledi wa hali ya juu, au kuchukua muda mrefu kabla ya mashabiki wa Chamazi kumpa jina moto wa pembeni. Tuko kwenye eneo la mazoezi na tumemaliza session nyingine ikiwa ni siku nyingine hapa Sous, Tunisia na tuko na miongoni mwa wachezaji wakubwa kwenye klabu yetu waliojiunga nasi msimu huu, Gibril Sillah. Sillah the killer. How does that sound?

Kutokana na jinsi alivyokuwa anachoma mabeki kwa dribbles na kasi. Azam ilikuwa imempata mchezaji wa mechi kubwa. Kipindi cha kilele msimu wa mwaka 2024-2025 ulikuwa wa moto. Sillah alifunga mabao 11 na kutoa asisti kadhaa, akimaliza katika kumi bora ya wafungaji wa ligi. Alitajwa kuwa mchezaji bora wa mwezi mara kadhaa. Alipata wito wake wa kwanza katika timu ya taifa ya Gambia akivuta macho ya vilabu kutoka Afrika Kaskazini na Mashariki. Wakati mashabiki walimuona kama kipenzi kipya cha Chamazi, klabu kubwa kama Wydad Casablanca, Future FC na hata mahasimu wa ndani walikuwa wanamnasa. tena Sillah akiwasha moto. Lakini kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii na taarifa rasmi ya klabu, alitangaza nimefurahia kila dakika niliyovaa jezi ya Azam FC, nashukuru mashabiki, uongozi, benchi la ufundi na kila mchezaji aliyefanya naye kazi. Ni wakati wa kuanza ukurasa mpya. Azam FC nayo ikampongeza kwa mchango wake mkubwa wakimuaga kwa heshima nyota aliyewaka Chamazi. Gibril Sillah ataendelea kukumbukwa kama mmoja wa wachezaji waliowasha moto katika muda mfupi ndani ya Chamazi. Alikuja kama mgeni akaondoka kama shujaa wa mashabiki, na sasa akiwa huru, dunia ya soka inasubiri kuona atatoa wapi, lakini historia yake ndani ya Azam FC itasalia hai kwenye mioyo ya wapenda soka wa Tanzania. Azam FC tumekusogezea ya tena yale matukio moto yaliyotokea kwenye mechi yetu ya mwisho. Ilikuwa ni show ya nguvu kwenye uwanja wa Tanzanite, dakika 90 za burudani safi, kasi, pressure na ubora wa hali ya juu. Tutakuletea kila sekunde iliyotikisa kutoka mashambulizi makali, mabao mazuri hadi skills zilizowatandika wapinzani. Kaa karibu na skrini yako hii ni Azam FC TV kupitia Azam Sports HD1, homu ya burudani ya kweli ya Chamazi. Kumbuka, Azam FC si timu tu, ni chapa ya ubora. Timu bora, bidhaa bora. Katika kuhakikisha upatikanaji wa wachezaji bora na wenye misingi imara ya soka tumeendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya vituo vyetu vya kukuza vipaji vilivyopo hapa nchini. Vituo hivi tulivisaini mkataba wa ushirikiano navyo mwaka mmoja uliopita na leo tumefanya ziara ya kutembelea moja ya vituo hivyo, Korogwe Youth Sports Center kilichopo Manundu, Korogwe, mkoani Tanga. Lengo kuu la ziara hii lilikuwa ni kujionea maendeleo ya kituo hiki na pia kuwawezesha vifaa vya kufanyia mazoezi na kufuatilia utekelezaji wa programu za mafunzo pamoja na kujadiliana na uongozi kuhusu changamoto na mafanikio walionayo hadi sasa. Kwa, kwa jina naitwa Bwana Omari Abasi ni mkurugenzi wa kituo cha Korogo Youth Soccer Center. Tuko hapa leo, tumepokea wageni wa kutoka kwa Azam FC kwa ajili ya kuja kutembelea, wametuletea ah, vifaa vya mazoezi kusema kweli ujio huu umetusababisha sisi eh, kupata hamasa kubwa sana kwenye kuendeleza vijana hawa. Kusema kweli tuna karibuni mwaka mmoja tatuingie mahusiano haya na Azam FC ah, kusema kweli ametupa manufaa makubwa kwao, tunawashukuru sana Azam FC kwa programu hii ya kukuza vipaji, programu hii ya kufanya mahusiano na eh, vituo senta hizi za kila Tanzania nzima kusoma kweli ni jambo la kuigwa na watu wengine. Mpira kusema kweli unataka maandalizi makubwa sana kwa sababu fikiria, sisi kituo chetu kina karibuni mwaka mmoja na nusu sasa, lakini tumeshiriki ligi ya wilaya. Sasa hivi sisi ni mabingwa wa wilaya ngazi ya Korogwe mji. Kwao tunawashukuru sana Azam FC kwa ujio huu na hamasa hii ya vifaa. Kusema kweli tutapambana mpaka faida ya mpira itaonekana nchi hii. Asante sana. Leo tuna furaha sana kwa sababu Azam ambao ni wasimamizi wetu wametuletea vifaa vya vijana. Kwa jambo hili kwa kweli tunashukuru sana, tumepata furaha sana kwa kuona kwamba anatujali baada ya kuwa sisi ni familia ya Azam kwenye vituo, na kweli yale ya makubaliano ambayo wameahidi waliweza wame kutusapoti na, na leo wamekuja kutupa mipira amepoa bipsi, kwa hiyo tumepata vitu vingi kwa kweli, tumejisikia watu wa furaha sana ndani ya kituo. Kiukweli tu tunawashukuru sana, kwa sababu tulikuwa tuna uhaba wa vifaa, lakini kama mnavyoona leo hii wametutembelea kama kituo chao. Ni miongoni mwa vile vituo 11 ambavyo vipo Tanzania sisi kama sisi wa, wa, wa, wa, wa viongozi wa kituo cha Korogwe tunawashukuru sana Azam kwa ujio wao. Tunaamini kuwa kupitia ushirikiano huu wa karibu na vituo hivi tutaweza kulea na kuibua vipaji vya soka vitakavyokuja kuwa nguzo muhimu katika maendeleo ya mchezo huu nchini. Azam FC, Azam FC. Mwana Azam FC katika kuelekea msimu mpya wa mwaka 2025/26, kaa tayari kwa jambo kubwa linalokuja. Ndio kitu kipya, kitu kikubwa, kitu cha kushangaza kwa kiwango cha juu kabisa. Mwaka huu watavurugwa. Hii si hadithi, ni kweli kabisa. Tunakuja kivingine, kwa kasi na ubora wa hali ya juu. Usikubali kuachwa nyuma. Fuatilia kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, usikose kipindi chetu cha Azam FC TV. Hapo ndipo utakapopata hitsi na surprise kubwa tuliyokuandalia. Hashtag msimu mpya Azam FC, surprise inakuja. Watavurugwa tu, hata ikichorwa namba haiwezi kufutika. Jambo hali na mbamba mbaya, ni hilo uhakika. Sita ile ni namba ambayo inagawanyika. Raundi hii jamani, ni mtavurugwa sana, izinduiwe visiwani au ukuukubara hiyo mali ya thamani nzuri, sio masiara. Unajua ni jambo gani, wala usiwe na papara. Raundi hii jamani, ni mtavurugwa sana, unaelewa raundi hii? <coughs> <coughs> mtavurugwa sana. Tunakuletea mwendelezo wa elimu kwa wachezaji kuhusu maumivu ya nyonga, katika jitihada za kuboresha uelewa wa afya ya mwili kwa wachezaji wetu. Leo tunaye Dr. Chrissy Nyoni, mtaalamu wa mifupa na misuli, physiotherapisti wa Azam FC. Katika sehemu hii Dr. Chrissy anaendelea kutoa elimu kuhusu tatizo la nyonga kwa wachezaji, chanzo chake, dalili zake, athari zake kwenye uchezaji na njia sahihi za matibabu au kujikinga. Elimu hii ni muhimu kwa mchezaji yeyote anayelenga kuwa na muda mrefu wa kucheza bila majeraha na kuongeza ufanisi uwanjani. Fuatilia kwa makini kupitia ukurasa huu na vipindi vya Azam FC TV kujifunza zaidi. Habari. Naitwa Chris Nyoni, ni sport physiotherapist kutoka Azam Football Club. Katika afya au elimu ya wanasoka, leo tutaangalia maumivu ya nyonga. Kipindi kilichopita tuliangalia maumivu ya nyonga na tukaona sababu kadhaa zinazosababisha maumivu ya nyonga. Sasa leo tutaingia zaidi kuangalia maumivu ya nyonga yanayosababishwa na misuli ya adductor. Tutaanza na anatomia yake. Msuli wa adductor ni msuli ambao unamsaidia mchezaji kuleta miguu kwa pamoja. Yaani, inaleta mguu kwa pamoja. Inakinzana na kinzana na misuli ya abductor ambayo inafungua mguu pembeni. Kwa hivyo hii kazi yake ni kuleta misuli mguu pamoja. Misuli ya adductor umegawanyika katika uh, misuli mitano, yaani misuli ya adductor ni mjumuiko wa misuli mitano, misuli ambayo mirefu na misuli ambayo mifupi. Misuli ambayo mifupi inaanzia usawa wa pelvis mpaka eneo la juu juu au eneo la mwanzo kabisa la mfupa wa paja. Hapa tunakutana na msuli wa adductor longus, adductor brevis pamoja na pectineus. Wakati huu tuna misuli ambayo mirefu inaanzia usawa wa nyonga na inafika karibu ya usawa wa goti. Hapa tuna adductor magnus pamoja na gracilis. Misuli hii mara nyingi haipati madhara sana, haipati injury. Compare na misuli ambayo mifupi ambapo tunakutana na msuli wa adductor longus, adductor brevis pamoja na pectineus. Kazi moja wapo ni kusaidia au kuleta miguu pamoja. Kufanya hii movement ya kuleta mguu pamoja. Hii movement inamsaidia mchezaji aweze kufanya migeuko ya haraka, lakini pia inamsaidia mchezaji aweze kufanya zile splint na migeuko ya ghafla. Kwa hivyo hii misuli ya dakta ni misuli muhimu sana katika uh, mwanasoka au katika mahitaji ambayo yanahitajika katika soka. Kuna majeraha mangapi au namna gani ambavyo misuli ya dakta inapata majeraha? Kuna jumla majeraha mawili Jeraha la kwanza tunaitwa adductor muscle strain pamoja na adductor tendinopathy. Uh, adductor, adductor muscle strain ni ile amba, hali ambayo msuli unavutika kwa kutumia nguvu zaidi na kuweza kuchanika. Wanasoka wenyewe wanaita nimechana nyama au amechana nyama. Mara nyingi maumivu ya ma, uh, jila hili huwa linatokea ghafla na likitokea unaweza kukuta mchezaji akashindwa kabisa kuendelea tofauti na uh, na, na, na jeraha lingine ambalo tunaita tendinopathy. Tendinopathy ni ile jeraha ambalo linatokea pale ambapo msuli unaishia au msuli unavyoungana na mfupa. Katika ile sehemu huwa inakuwa inapata shida na, na kusababisha hili tatizo. Tatizo hili huwa linakuja taratibu na huwa linaonekana pale ambapo mchezaji amemaliza kucheza, maumivu huwa yanaongezeka sana. Kwenye matibabu Tunafanya zile ABC za kwanza kabisa. Endapo labda mgonjwa au mchezaji mwana soka kaanguka na tunaenda kumwangalia, kitu tunachofanya cha kwanza ni kufanya zile ABC, tunafanya kitu ambacho kinaitwa RICE. RICE maana yake ni rest, ice, compression, pamoja na elevation. Yaani tunaweka ice, tuna, tunaweka barafu, tunabana pamoja na kunyanyua mguu ili kuweza kusaidia kama inflammation au kuna ile jeraha liweze kupungua na pia kupunguza maumivu. Mchezaji au mwanasoka inabidi awe aheshimu muda wa kupumzika baada ya kufanya ma mazoezi, apate muda wa kupumzika ili misuli nayo iweze kupumzika, iweze kurecover kwa ajili ya mafunzo tena baadaye. Kitu kingine ambacho pengine nilikuwa nimekipita ni ni kufanya good recovery baada ya mazoezi, mchezaji, tunaona wachezaji baada ya mazoezi, recovery ambayo tunafanya inaweza kuwa mchezaji anaingia kwenye ice ili kupunguza zile inflammation. Kwa hivyo kitu cha muhimu sana katika kupunguza matatizo ya ya misuli. Kwa sababu unaijua ile misuli yote mitano, unaweza kujua ni msuli gani ambao utakuwa umepata shida. Usiporidhika na hicho kipimo, unafanya kipimo kingine ambacho kinaitwa uh, squeeze test. Kipimo hiki ni kipimo ambacho unamwambia mchezaji abane miguu kwa pamoja, leta miguu pamoja. Wakati huo wewe unafanya unaizuia, unafanya resistance. Kunja paka mwisho, paka mwisho. Mchezaji yuko okay, anafanya hii movement, anaweza akaa anapata maumivu katika ile eneo lenye jeraha. Kwa hivyo ikakusaidia kujua sehemu si gani au wapi pamepata shida. Basi mpaka wakati mwingine. Naitwa Christopher Nyoni, sport physiotherapist kutoka Azam Football Club. Hii ni Azam FC TV kupitia Azam Sports HD 1, homu ya burudani ya kweli ya Chamazi. Azam FC, timu bora bidhaa bora.